Habari, hebu tujue ni nini kinachofanya kutazama pornografia kuwa tatizo ambacho kitasababisha shida ya kusimama kwa uume inayosababishwa na pornografia. Katika kizazi kipya, wanakabiliwa na masuala mengi kutokana na kutazama pornografia kupita kiasi. Wakati wowote wanapotazama pornografia kwa kulazimisha eh, hiyo itasababisha shida ya kusimama kwa uume inayosababishwa na pornografia hasa ikiwa wanatazama kwa saa tatu hadi nne kwa siku, na wanatoka kazini na wanakabiliwa na matatizo ya uh, mifumo ya usingizi, na hata kutoka kazini wakati wa kufanya kazi wanapaswa kwenda kwa kulazimisha kujichua au kutazama ponografia. Haya yote ni mambo yenye matatizo. Kwa hivyo, labda watu wanaweza uh, kupunguza kutazama ponografia hii, kutazama kwa kulazimisha. Ikiwa bado huwezi kudhibiti, unaweza kutembelea daktari. Wanaweza kukusaidia jinsi ya kushinda tatizo hili.